Ioam, yani hawana ofisi. Wameshaita maombi mara kadhaa, pamoja na mchoro, wana eneo tayari kabisa na hati wanayo, eneo la sukwa mita 798. Kwa hiyo naomba kabisa hao watu katika fedha ambazo mmezitenga ni mwone kwa mkoa wa Mara tunapata ofisi mbili. Naomba Tarime wewe mmoja wapo kizingatia inahudumia uh, Rorya lakini Tarime kwenyewe Sirari pamoja na kwenye Mwanga. Na sasa hivi tumewekeza kule hata serikali imewekeza na sekta binafsi wamewekeza. Tuna jengo la kisasa la soko ambalo zaidi ya bilioni 9 mmejenga kule Tarime. Kuna mahoteli mengi ya kisasa. Kuna jengo la kanda maalum Tarime leo umetujengea zuri kabisa kule. Kwa hiyo tunahitaji gari la zima moto la kisasa. Lilopo ni gari la lita elfu moja tu tena, ambalo limefanywa modification. Halina capacity kabisa, halina fomu ya kuweza kuzima mafuta, moto wa mafuta, halina fire hydrant. Tunaomba the modern one. Nimetangaza hapa na niombe katika ile magari 150 iende moja Tarime, lingine liende lori amake, ni wilaya mbili ambazo naudumiwa na hao watu. Mheshimiwa naibu Spika, nikienda sasa kwenye uhamiaji na nianze kwa taifa Idara ya umeaji ni adara nyeti sana, na hata mjadala wa leo hapa kwa kiwango kingine imetekwa na mambo haya ambao idara ya umeaji inahusika zaidi, lakini hawana ofisi. Wana ofisi tu wamepanga hapa ya kitaifa. Hebu na nyeto ajengee ofisi ambao ni nzuri kabisa, ambayo kikao kule watafanya vitu vyao na wataweka mashinario zote zinazohusika. Lakini hata kule Tarime, tumeshaongea mara kadhaa hapa, hatuna hawana jengo idara ya umeaji kule Tarime, na tunajua tuko mpakani Jengo lalopo ni miundo mbinu ni mbovu sana haikizi kabisa mahitaji ya idara ya miaji, lakini na wenyewe vile vile wana wanaeneo muweze kuwapatia fedha wajenge ofisi.